A then ah, ah, ah, S stands for the word what do you track, track the teacher. Track the teacher. That's the way I'm going to Track the teacher. Yani mfuatilie mwalimu wakati wote ukiwa darasani. S A ah, T ah, S. No, A S no inaanza na S eh. Aya. S ina ina inasema B seated. S B seated. All the time in the class. S

tuko kwenye nini sasa? Tunaenda kwenye A. A inasema hivi. Ask or answer questions. Ask or answer questions. Mwalimu atakuuliza swali, jibu au wewe muulize mwalimu swali. Akujibu, si ndio? Ask or answer questions. Ukiwa darasani usimuogope mwalimu. Mwalimu ni rafiki yako. Mwalimu ni baba yako na mama yako. Ni mentor. Muulize swali. Ask or answer

Wanashtuka kule nje sa s s f b s t a r r na namedia ukirudi shule, mwambie wenzako, I want to be a star, I want to be a star. Kumbe wewe star wa leo si ndio? Nataka nata kufuatilia mwalimu wakati wote anapofundisha darasani. A nataka kuuliza au kujibu maswali. R nataka kumheshimu kila mtu mwana Ukwata, ukiwa hivi watasema, Ukwata safari umekubadilisha wewe, huko ulikoenda umekuwa mtu tofauti, umepata vitu tofauti, na Mungu akufunike. Amina. Bwana Yesu asifiwe. With every success comes hard work. Without hard work, you cannot achieve. Na hiyo mnajua. People who try to find the easy way out are kidding themselves. Kidding. wanafanya mambo ya kitoto Yaani wao wanataka kupita njia za mkato. Ah ah. Na walimu wao wanajua. Wakati wa mtihani space kati ya wanafunzi mmoja na mwingine ni mita moja. Sasa mita moja sio rahisi ku, kuchungulizia ku, ku, ku kwenye mtihani. Don't cheat up yourself. Work hard. Form one mpo. You also come form one. Msikate tamaa. Nami nilikuwa kama wewe. Nilikuwa form one pale, ndio msikate. Mm, miaka 80 na kitu. Okay. Focus on. Kule kwenye speakers uwasikie again. Very good. Focus on your effort. Angalia nguvu zako, unazielekeza wapi? Unazielekeza wapi? Unazielekeza kusoma na kufanya vizuri, mtu asikutoe kwenye leren. Nafahamu shuleni wanaweza kaja wenzako, wao wasomea hii, acha kusoma hiyo, tukafanya kufanya mambo fulani a, ah, asikutoe kwenye leren. Focus on your efforts. Yaani sisitiza unachokiangalia. Usikubali kutolewa kwenye mstari wa mafanikio. No. Focus on your efforts. Kazana kwenye hilo eneo. Hadi ufanikiwe. Kuna tabia ya kukatishana tamaa shuleni kwamba wewe ulali. Yaani wewe unasoma tu nadhani wewe ndio wa kwanza. Wako wenzako walisoma lakini hawakufika mahali. Ah, mambo sio mimi. Mimi kuna mahali naenda. Sio ndio? Somewhere else I'm heading. Ninakwenda mahali fulani kwa ajili ya mafanikio.